Kijiji, wa kijiji, huyu mgonjwa ameshapona lakini itabidi abaki hapa katika pango la Ngonga niende nyumbani ili apate upone zaidi. Sawa sawa, kwa hiyo sawa, tutashirikiana naona kijiji, lakini atabaki hapa hapa katika pango la Ngonga. Sawa, mnamuona hali yake, mnamuona hali yake

sawa sawa ni mwangu. Sawa, au tena tia salamu yangu aliasikira, ni ni mzee wa myeji mzee wa myeji mye. makazi malazi Ngonga ninyumbani Hati ya ukataka utakwenda, we usipotaka utakwenda. Watania nini, mabongwa? <coughs> Kwema, kwema mbona kwaje hivyo akakwa mimi hata hajaoneka sawa sawa. Ndio basi nami ni mizimu ya Pangani, itamsaidia haya sana. Haya, mimi nakwenda na napeleka nazi karibu. Haya, salimie. Haya, usijali nakusalimia. Mnataka karibu, nyumbani hapa ndo nyumbani, wala usiongoze. Asante baba, na wewe hapo ndo wangu

Nafurahi sana kufika katika chini cha changu mmeongoka. Na tangu si, nifike katika kumbukumbu zangu si mimi nani ambaye alionifikisha hapa. Ila nahitaji kujua. Ni akina nani ambao walionifikisha katika chini hii chini? Mimi nata usijali kwa hii. Ni vijana wawili ambao shupavu ndio ambao wamekufikisha katika hii Ngome ya Ngonga. Ni vijana gani hao? Akiwemo Sokeso. Naomba kuwajua haraka uwezekanavyo. Basi sawa, usijali, ila sahivi nahisi muda ushapotea. Mi nitaenda kuwapa taarifa kesho, atakuja. Sawa, nashukuru kwa hilo, itakuwa ni vizuri sana nikawajua. Sawa basi, mi nawahi Okay, so. ha. Naam, nashukuru kukuona hata ha. Mimi nashukuru pia, nimekutana na Minata na amenambia nije kuwatafuta vijana ambao wamemsaidia kumtoa msituni mpaka akamfikisha hapa kwenye ngome ya Ngonga. E, Minata ameamka, ndio wakushukuriwa Mungu. Sasa cha ja kufanya wewe ufanye haraka ukamwambia kwa mtaarifu mwenzio ili mwende kwa mzee mnyeji mpate kumwona, ikamfata rafiki yangu Shwamb na tutakuja haraka. Karibu. Sawa basi, mimi naenda. Sawa sawa, eh. Haya. Wana kijiji wenzangu, nimekuteni hapa kwa mkasa uliotukuta kupotelewa na mwanangu baada ya kuangaikia maji, baada ya kuyapata kurudi mwanangu simu. Kwa hiyo ninge- ninge- ningeahidi kwamba Aminata atafutwe na unompata Aminata tamuonesha kwa ng'ombe wawili. mpaka sasa iliyo mzee wangu, sina wasiwasi. Tuchaja muika na wenzangu, twende mwituni kwa kumtafuta yuno mwanao, na tuchaja mkabizi mikononi mwako. Kwa hiyo nichukua na kiomba mimi, mkitoka hapa, mkaambie na wenzenu, na nisingependa mkae sana, bora muende mkamtafute nikuomba na weye mwanamke, ukutane na wenzio wafahamishe hili swala, mtafute mwenzenu mpaka apatikane. Haya, hamna tatizo mieche ndawaambia. Umeshafika? Haya, tupiga hodi basi. Shwambu, milo mmelima, nimechoka Haya, sawa, acha nipige hodi. Hodi! Oh, karibuni sana. Nyinyi ni akina nani? Uh, sisi ni vijana mashupavu ambao tulikuokoa nikiwemo mimi Sokeso na mwenzangu Shwambu. Ndio nyinyi? Ndio. Na mnaonesha nyinyi ni mashujaa katika kijiji hichi cha Ngome ya Ngonga. Asante ah, ah, sana dada. Istoshe, mimi nilikusaidia zaidi kuokoa uhai wako hadi sasa hivi uko hai, unazungumza nini? Swambu, Swambu, kumbuka ulikataa kumsaidia eti ana mavazi tofauti na sisi. Unasemaje wewe? Una, unapenda sana kimbelembele mbele ili onekane shujaa na shupavu katika kididi hiki cha Ngonga. Sasa nakuambia hivi, taonana. Hapana, mimi sikukuuteni kwa ajili ya ugomvi, nimekuja kutoa neno langu la shukurani tu. Sikuja kuuteni kwa ajili ya kugombana hapa, na sitaji kukuona, naomba uondoke. Samahani, bila samahani sana. Tatizo? Ndio. Nahisi kuna vita kubwa sana kati yangu na Sokeso. Vita? Ndio. Sokeso baada ya kumukoa yule mwanamke anajifaa hendu fujapa. Baada ya kumtongoza minata na kunikatalia. Sasa basi, naenda kumwondosha kabisa Sokeso au namuua kabisa. Hapana hapana, shwam. Hapana. Huwezi kumua Sokeso. Katika kijiji chetu hakuna ruhusa kumwaga damu. Unasemaje?

kawa sehemu gani? kwa mm -hmm, sababu mpaka sasa shujaa vano ndani ya kijiji chetu siliweka al. Kwa maana hiyo bana, nje vano me una unaumtiza mi uno mtuje kawa sehemu gani? Basi enipekikombe ni nijifundishe ususi, we enipekikombe ni nijifundishe ususi, aniwaeleze vijana wa Makunduchi Mtu mzima kumwita bwana matusi hayo mambo. kombe njue, eni peki kombe nijifundishe ususi. nijifundishe ususiwe, wani waeleze vijana wa Makunduchi, mtu mzima kumwita bwana matusi hayo mambo. <laughs> sikiliza kwa makini. mambo magumu tena mambo magumu, ngondo ngondo kweli, unafahamu famu, kwa sababu vino, you know, msichana Aminata, kuna siku kevuka huko na wazee wake kwenda tafuta maji. Katika kuenda tafuta maji, akagoma kutamka kwamba kachoko kunywa maji ambayo yanatokana na mizizi ya ardhi yetu ya Wanapangani, ambayo ardhi hiyo takasika. Sasa kwa hiyo mizimu ya Pangani iyamu kumkaazabu, lakini msichana mpaka sasa Eminata kawahai sasa. Amla mganga, kwa mtazamo wako kwamba yule mtu hasa tuchamvata wapi? Wewe kama shujaa kukombea, mambo magumu, pigana, pambana, unafahamu lakini Wenenda ncha kitambwa cha kutenda. Miye mganga, mganga libela.